Leo imekuwa ni siku ya bajeti kuu ya serikali. Bajeti ya mwaka wa fedha wa 25-26 imewasilishwa bungeni tayari kwa ajili ya utekelezaji wake itakapoanza tarehe mosi ya mwezi Julai. Ni bajeti ya mwisho kabla ya nchi kuingia kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba, ikibeba vipaumbele kadhaa. Lakini katikati ya uwasilishaji wa bajeti hiyo, waziri wa fedha Mwigulu Nchemba amelieleza Bunge kwamba serikali imeamua kupunguza kiwango cha makadirio ambayo alikuwa ameyaweka awali mnamo mwezi Machi, ambapo alizungumza na wabunge kueleza bajeti itakuwa ni ya trilioni 57.04 na sasa itakuwa ni bajeti ya trilioni 56.49, wakiondoa bilioni 550 kutokana na kuona kwamba kupitia tathmini iliyofanyika mapato ya ndani na nje yatakuwa na upungufu huo. Ndivyo ambavyo ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo, tukipiga darubini uwepo wa bajeti yenyewe na namna ambavyo unakwenda kumsaidia Mtanzania. Studio tumemwalika Samuel Ndandala ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, karibu sana. asante sana. kwema? mambo yanakwenda. Leo ni siku yenu wachumi eh? Ni kweli leo kila mtu anatuuliza maswali mengi sana e, yeah. <laughs> Tuanzie hapa uh, waziri wa fedha uh, anatuambia kwamba baada ya kufanya tathmini wanaamua kupunguza sehemu ya uh, bajeti kwa bilioni 550. Tunaweza mm -hmm. ukasema kwamba uh, zaidi ya nusu trilioni moja. mm -hmm na hii ni baada ya kufanyika tathmini mm. mara nyingi tunaona kwamba bajeti zetu wa namba zinakuwa kubwa, lakini baadaye, mwishoni mwa siku, kwenye utekelezaji kuna fedha ambazo eh, haziendi kwenye hiyo bajeti mm. kwa hatua hii inaonyesha kwamba sasa, eh, tumepiga hatua kimaendeleo, hasa katika eneo la mahesabu. Rudi, nashukuru kwa hilo swali lakini, kwanza kabla sijajibu la kwako, ni niseme tu kwamba namna ambavyo unaitazama bajeti hii kama ulivyosema ni bajeti ya mwisho kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mm. Kwa hiyo si sawa kutazama bajeti hii kama tu bajeti ya mwaka mmoja mm. Wakati mwingine ni vizuri kuiangalia kwa miaka mitano iliyopita, kwa sababu awamu hii ya uongozi ya inaondoka madarakani baada ya bunge hili tarehe mm. uh, ishirini na saba, rais atalivunja bunge na nina uhakika wabunge wengi pamoja na mambo walikuwa wanasikiliza bajeti lakini <laughs> na uhakika macho na masikio wa yao walau nusu mm -hmm. yatakuwa yako majimboni kwao. Uh, jambo la msingi sana ambalo naliona uh, katika bajeti hii ni kwamba imekuwa bajeti ambayo inajaribu kujitosheleza kama kama taifa sasa. So, ukiangalia siasa za kimataifa uh, toka rais wa Marekani Donald Trump aingie mm -hmm. uh, madarakani Januari mwaka huu zimebadilika uh, kidogo. Uh, mataifa hasa makubwa yanaanza kuangalia ndani zaidi na, kuang na kujiuliza kama wata, wata, wataendelea kutoa misaada ambao wamekuwa wakitoa uh, kwa muda mrefu. Marekani kwa mfano ameichangia changi, Tanzania hasa katika sekta ya afya kwa muda mrefu sana, uh, na kwa sababu nchi kama Marekani zina, zinaanza kupunguza misaada, lakini ukiangalia Umoja wa Ulaya vilevile vile, uh, nchi kama Uholanzi Finland hata nchi ambazo zamani zilikuwa ni marafiki kweli kweli nchi za mm. Scandinavia, bado zinaanza kujihoji na, ku, na kuanza kujiuliza kama ni lazima uh, kutoa misaada hiyo. Kwa hiyo ni lazima tuanze kujifikiria na nadhani bajeti hii inajibu hilo swali la kwanza kwamba je, tunaweza kujitegemea kama taifa na nafikiri uh, busara ni kwamba ukiona kwamba mambo hayaelekei pazuri mm. hasa katika kujitegemea mwenyewe labda unapunguza kidogo. Uh, makadirio yako bajeti ni makadirio mm. uh, ni makisio ya utakachokusanya na utakachokitumia mm. Sasa kwa bahati nzuri uh, kwa miezi kumi iliyopita ya, ya uongozi wa Yusuf Mwenda uh, kamisha, kamisha mkuu wa TRA TRA ime, imefikia malengo yake kwa zaidi ya, ya asilimia mia mm. kwa hiyo katika, katika swala la kukusanya mapato ya ndani naona kama kuna maendeleo mazuri, lakini bado tunahitaji kujitegemea katika kila nyanja mm. Mm. Uh, ukipiga picha mm. uh, hali ya mambo na ukiangalia bajeti yenyewe mm. unaona inatueleza kuhusiana na hali ya uchumi wetu na tunakoendelea mm. kwenye kujitegemea kuna, kuna dhana kadhaa. La kwanza ni kujitegemea katika vitu vya msingi kama chakula. uh, kwa bahati nzuri tayari tunajitegemea kwa zaidi ya asilimia 128 mm. uh, kitu pekee ambacho kwa sasa hivi katika chakula Tanzania haiwezi kujitegemea ni mafuta ya kula yeah, na ndio maana unaona aa, nimeona kuna mwendelezo wa msamaha wa kodi katika mm, mafuta ya, ya kula yanayotengenezwa e, kwa mwaka mmoja mwingine. Kwa hiyo katika hiyo dhana ya kujitegemea, nimefurahi nime kwamba imeakisi yale ambayo tunayatamani. Nilisema angalia miaka mitano au kumi, sio mwaka mmoja tu. Sasa ukiangalia miaka kumi, mitano hadi kumi iliyopita hii bajeti na mwelekeo wa Serikali umekuwa ni mwelekeo wa vitu, kwa maana ya miundombinu infrastructure, yeah. Madaraja uh, ndege, mitambo ya, ku, ya kufua umeme um, na vitu vinavyofanana na hayo, yeah. SGR na vitu vingi vya aina hiyo uh, tamaa yangu ama shauku yangu ilikuwa ni kuona bajeti ambayo pamoja na kuwekeza katika vitu vile vile ina, inawekeza katika watu sasa, huduma ziwafikie. Tumejenga reli, tumejenga madaraja, tumejenga hospitali. Sasa manesi, madaktari, walimu uh, waweze kuwepo, ili sasa huduma ziwafikie wananchi. Mm -hmm. Nitakupa mfano mwingine uh, tumefikia kiwango kizuri sana cha usambazaji wa umeme yeah. Uh, zaidi ya asilimia mia Maanake ni kwamba kila kijiji Tanzania kimefikiwa na umeme. Sasa kufikiwa na umeme sio kuwa na umeme mm. <laughs> maanake ni kwamba kuna nguzo ya umeme kijijini kwenu mm. Ila kuivuta na kuisambaza kwenye kila kijiji na vitongoji ndio itakuwa awamu inayofuata ambayo inabidi nguvu ziwekeze hapo okay. mm. Uh, kuna eneo ambalo <coughs> bado watu wana wamepata tabu kidogo leo mm. Tunaambiwa kwamba deni la taifa linafikia Uh, trilioni mia moja na saba nukta kadhaa mm. Tukiangalia uh, pato letu la taifa mm. ambayo ni la zaidi ya trilioni 165 uh, hivi mm. kwa mwaka ambao umepita mm. vizav vi ili deni mm. la taifa mm. bado sisi tuna, tuna mwelekeo chanya kiuchumi, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hiyo tarakimu ya trilioni mia na saba wachumi wana uh, ni vizuri kulijua deni lakini wachumi wana, wanataka kujua zaidi mgawanyo wa hilo deni. Okay. Kwanza deni la ndani na la nje, kwa sababu mm. kama deni kubwa ni la ndani, maana yake tunadaiana sisi sisi kwa sisi. Mm. kwa hiyo, hakuna shida sana. na, na, nafikiri, uh, almost, uh, trilioni 22.7 na zaidi ni, ni deni la ndani maanake, mm. una hati fungani una mikopo mbalimbali ya mbali ndani ambayo serikali imekopa hilo halina shida nafikiri watu wengi wanauliza deni ni lile deni la nje, kwa sababu mbili: kwanza ni deni ambalo uh, mara nyingi linakuwa na riba, lakini pili ni deni ambalo uh, tunakopa kwa sarafu ambayo sio ya kwetu. Kwa hiyo kukiwa na mabadiliko yoyote ya thamani ya th sarafu, maana yake deni linaweza likaongezeka. uh, bahati nzuri uh, tunafanya kazi na taasisi mbalimbali kama IMF, uh, Benki ya Dunia, uh, Fitch, Moody's; au ni, ni wataalamu wa masuala haya sina wasiwasi wasi sana na deni, deni la taifa. Nafikiri deni letu bado ni, ni himilivu. Changamoto pekee ni, ni tunatumia uh, mikopo hiyo kufanyia nini, kwa sababu kukopa, mataifa uh, mengi yanakopa sasa hivi tunavyozungumza. Donald Trump anapambana uh, na Congress kuongeza uh, kiasi cha cha deficit mkopo, na kisi mkopo ambayo anakopa kwa hiyo tatizo sio deni, tatizo ni kwamba tunapokopa tunapeleka wapi? Um, hiyo mikopo ambayo tunaitumia tunai mm. bajeti yetu, ukiangalia kwa namna ambavyo imewasilishwa leo na mm. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba mm. unaona kwamba inajibu ile hoja ya ongezeko la kipato hasa kwa mtu mmoja mmoja mm. eh, sasa la kwanza ilikuwa ni, ni kujitegemea. La pili nilikuwa natamani nizungumzie swala la bajeti kuwa bajeti jumuishi jumuishi kwa maana ya kwamba inamgusa kila Mtanzania na hilo litakuwa lina uhusiano moja kwa moja na ongezeko la kipato la, la Watanzania na ninavyozungumza ujumuishi, wakati mwingine tunafikiria tu kati ya watu wanaokaa mijini na vijijini hmm. lakini Tanzania ijayo itabidi tutafute misamiati mingine kwa sababu hatutakuwa na vijiji uh, Tanzania na usisahau hii ni bajeti ya kwanza ambayo itakuwa ni bajeti ndani ya dira ya maendeleo ya miaka elfu mbili na hamsini kwa sababu tumemaliza 2025 mm -hmm. Kwa hiyo siongelei sana vijini na, na mijini mm -hmm. Naongelea hasa vijana kwa sababu uh, Nurdin, uh, taifa letu ni taifa changa sana wastani wa umri wa Mtanzania ni miaka kumi na saba, kumi na saba, kumi na nane, ni taifa la teenagers taifa la watoto na, na, na, na vijana wengi. Kwa hiyo nikiona uwekezaji katika elimu maanaake naona kwamba hiyo ni bajeti ambayo ni, ni jumuishi jimu, nikiona uwekezaji katika afya naona hiyo ni bajeti jumuishi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi, Watanzania wengi wenye miaka kumi na saba kumi na nane, ndani ya mhula huu unaofuata watakuwa wazazi tunahitaji uh, kuona uwekezaji uh, mkubwa katika eneo la afya. Sasa kuna vitu ambavyo nimeviona ambavyo kwa kweli nimevifurahia me, ni kwanza, ni kusukuma ajenda kila Mtanzania kupata bima, kwa sababu afya ni kitu cha msingi sana mm. Lakini la pili, kuna maeneo machache ambayo naona yanaweza yakachochea ukuaji wa, wa, wa ajira kwa mfano kama nilivyozungumza viwanda vya mafuta um, ya kula viwanda mm. vya kutengeneza nguo kwa kutumia pembe rasilimali za Tanzania VAT ime, um, imeondolewa kwa hiyo unaona kwamba uh, kuna namna fulani ambayo bajeti inaweza ikachochea watu wapate wapate ajira, na ajira ndio changamoto kubwa kwa vijana wengi, watu wapate ajira na vipato vyao uh, vikue mm. Tarehe kumi na moja wakati waziri Mwigulu akiwasilisha wa yale makadirio mbele ya wabunge mm, alisema bajeti hii pamoja na waziri wa mipango Profesa Kitila Mkumbo walisema bajeti hii italenga pia kuhakikisha uh, inashughulikia mm, athari za wahisani kujiondoa mm, kwenye baadhi ya shughuli ya mwanzoni hapo Marekani mm. Kwa hiyo maana yake swala la afya hasa wale uh, watu ambao wana hitaji nani dawa za ARV kufubaza mm. uh, ARVs ambao a mm. watu uh, wanaishi na VVU mm. wanahitajika kuhudumiwa na serikali mm. serikali sema kwamba itakuja na mfuko mm. maalum, na leo tumeona kwamba inasema uh, kuna fedha ambazo watachukua maeneo mbalimbali ikiwemo mm. kuongeza shilingi kumi kwenye mafuta mm. ya petroli dizeli na pamoja mafuta ya taa, lakini kwenye tiketi za ndege wamesema, hmm. zile za kielektroniki watachukua elfu moja na nini. hmm. vyanzo hivi vya mapato ambavyo vinaenda kuhudumia ili eneo ambalo la mfuko maalum hmm. ni mwafaka kwa nyakati hizi, ni hatua moja ya kuanza. Hatujui ni kwa kiasi gani wahisani wata, kwa kizungu tunasema kupula, hatujui hmm. ni kwa kiasi gani hmm. uh, wataendelea, wataendelea kujitoa lakini huwezi ee, kutegemea mjomba kila siku, kwa hiyo lazima ujipange, hasa katika eneo nyeti kama la afya. Watu wasisahau kwamba maambukizi ya ukimwi yamepungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya hizi dawa za kufubaza hivi um, virusi. kwa hiyo kama tusipopata suluhisho la haraka na la kudumu na la kuaminika Uh, tunaweza tuka, tukajikuta katika mazingira ambayo watu wengi zaidi wanapata maambukizi ya virusi ya virusi vya ukimwi. Um, uh, angalizo langu ni moja tu. Um, uh, ni lazima serikali itafute namna ya kuzilinda hizi fedha zinazokusanywa, kwa sababu ukianzisha mfuko alafu ukaupeleka kwenye kapu kubwa. Hmm. Unaweza ukajisahau ukajikuta umetumia fedha hizi, lakini zinatakiwa ziende kwenye mfuko wa Ukimwi. Kwa hiyo angalizo langu moja la msingi ni kwamba you need to ring fence, wazungu wanasema una ring fence fund ili isaidie hasa kwenye kwenye ya masuala ya ya afya na na kupunguza maambukizi ya ya ya Ukimwi. Hmm. mm. kwa nini kila mara kisikia jambo ni mafuta, vinywaji ndiko mm -hmm. ambako huwa kunaguswa na hata wakati huu pia mm -hmm. Uh, kumeguswa zaidi huko. Ni swali zuri sana swali zuri sana uh, na nitalijibu hivi. Ukiwa na bajeti jumuishi na mm -hmm. uchumi jumuishi, moja ya vitu ambavyo ni lazima ufanye ni kuhakikisha huo kuwa mjumuiko sio katika tu kufurahia bajeti mm -hmm. lakini ni mjumuiko katika kulipia na kulipa kodi. Sasa tuna changamoto kubwa sana Tanzania Uh, mwezi, nafikiri mwezi uliopita nilikuwa kwenye uh, kikao kimoja uh, Kamishna mkuu wa, wa TRA alikuwa anazungumza kwamba TIN, TIN numbers, tax identification numbers ambazo zimesajiliwa nafikiri zina, zinafika milioni saba Tanzania, lakini zilizo active zile ambazo ziko hai zinafanya Uh, zinafanya uh, biashara ni chini ya milioni mbili nukta tano sawa na kati ya hizo sehemu kubwa ya, ya kuna kama tini milioni nne hivi nafikiri kwa kumbukumbu kumbu zangu, nafikiri hazinitoki hazi, hazi, hazi, hazi vibaya uh, milioni nne ni tini ambazo zililipa kodi mara moja zinaitwa one off transaction mm. ila wafanyakazi ambao wanalipa kodi ni watu laki nane, hao ndio wanaolipa Kodi. Kodi kila mwezi, mwezi. Kwa hiyo katika nchi ya wenye, yenye watu zaidi ya milioni 63 una wafanyakazi laki nane ambao wanalipa wana, wana kodi. Tuna changamoto kubwa sana ya ukwepaji ulipaji wa kodi eh, na ndiyo maana wakati mwingine unaona kodi inatozwa kwenye hizi bidhaa ambazo kila mtu anazitumia mona mafuta, maji, vitu ambavyo tunavitumia kila siku, sababu hivyo huwezi kuvikwepa. Tukiwa na mfumo ambao kila mtu analipa kodi, hasa kodi ya mapato pamoja na VAT mm. Eh, mimi naamini kwamba kodi katika bidhaa hii inaweza, inaweza, inaweza ikapungua, na tayari kuna, kuna, kuna jitihada ambazo zinafanyika, na uzuri ni kwamba sasa hivi tunaweza kutumia teknolojia zaidi kuna, kuna, kuna pendekezo moja amelitoa uh, waziri ambayo nimelipenda la kupunguza VAT kwa mtu ambaye anathibitisha kwamba atakupa EFD na, ukam, na ukamlipa akakulipa electronically, kwa maana ya kwamba tunaendelea kutia moyo na kuongeza mkazo kwenye utumiaji wa EFD. Kwa hiyo, kwa hiyo tunavyozungumza uchumi jumuishi, tunavyozungumza kodi jumuishi wale wachache ambao wanalipa kodi hasa katika sekta rasmi wataendelea kuumia mpaka walipa kodi watakapoongezeka, kwa sababu tuko wananchi wengi, lakini wanaobeba mzigo wa kodi bado ni wachache. Ndio maana unaona serikali inalazimika kuongeza um, eh, kuongeza kodi kwenye kwenye hizi bidhaa mm. Umegusia hapo, kuna watu ambao wanakwepa kodi. Kwa utaalamu wako wa mm. ile eneo mm. unadhani kodi zetu sio rafiki na ndio maana zimekuwa chanzo cha watu wengine kuamua kukimbia kuto kulipa kodi hmm, ama nini ambacho kipo nyuma ya hawa hmm, watu ambao uh, sasa wanaamua walipi kodi na uh, wakati ni takwa lao la kisheria uh, Nurdin? Uh, unajua, uh, ukweli ni kwamba kodi sio kitu ambacho watu wanafurahia sana kulipa hmm, uh, toka zama za zamani sana hata kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Zakayo, mtoza ushuru ambayo watu walikuwa wampendi kwa sababu walikuwa ni, ni mkusanya kodi. Kodi sio sio kitu ambacho watu watakilipa eh, eh, kirahisi sana, hasa katika jamii ambayo haina utaratibu ama utamaduni wa muda mrefu wa kulipa kodi. Kwa hiyo kuna kuna kuna mchango wa eh, en, tunaita eh, tunaita Social contract, yani mkataba wa kijamii ambao wananchi wanajua wanapata nini na serikali inajua ina jukumu gani katika kukusanya. Sasa la kwanza linalosaidia ni kama wananchi wanaona kwamba kodi yao inatumika vizuri. Hmm. e, e, wanaofanya utafiti wana, wanasema nchi za Scandinavia watu wako tayari kulipa kodi sana kwa sababu wanaona matokeo ya kodi zao. Okay. Afya, elimu, Uh, utaratibu, hifadhi ya jamii, kila mtu yuko sawa kulipa kwa sababu wanaona kwamba kodi yangu inatumika uh, vizuri. Kwa hiyo yapo mambo ya kurekebisha, kwa mfano uh, ripoti za CAG zinazoonyesha kwamba kuna miradi ambayo huenda inachelewa ama kuna ubadhirifu unafanyika. Kuna mambo ya kuyafanyia kazi uh, ili watu wapate imani zaidi kwamba kodi yao inatumika vizuri. Lakini ya pili, mifumo lazima iwe mifumo rafiki, yani ukiwa na mfanyabiashara asitumie muda mrefu sana kujaribu kudadisi kodi gani anatakiwa kulipa lini, wapi, na adhabu ya kodi isiwe ngumu sana. Sasa kwa mfano, sasa hivi tuna mfumo ambao, eh, hata kama huna uh, wafanyakazi hmm, kama hujafail eh, kwenye mfumo wa TRA bado unafanya, unapewa penalties, unapewa adhabu. Kwa hiyo bado kuna nafasi kubwa tu ya, ya TRA kuboresha na kuwafikia watu wengi zaidi kwa namna ambayo ni rafiki uh, Sasa sisemi kwamba uh, kila mtu atalipa kodi bila, bila kushurutishwa, kwa sababu ndio maana mamlaka zinapewa nguvu za kushurutisha ulipaji wa kodi. Lakini tukitengeneza mifumo ambayo ni mirahisi zaidi, kwa mfano uh, mfumo mfumo mrahisi zaidi umekuwa ni mfumo wa, wa, wa wa electronic gateway system. Yeah. Uh, watu wanasahau kwamba miaka kumi iliyopita uh, tulikuwa tuna file return TRA, mm. Tulikuwa tukikamatwa na polisi tunalipa hapo hapo, lakini sasa hivi kuna control number. Umesaidia sana. Sasa ubunifu wa aina hiyo utatusogeza zaidi pale ambapo kila mtu ana anaelewa maana ya kulipa kodi, inakuwa ni rahisi kwake, kwenye simu tu anaweza akalipa kodi. Kwao ni, ni, ni, ni vitu viwili ambavyo vinabidi vi, vifanye kazi kwa pamoja. mm. Tumegusia ile eneo ambalo uh, la makusanyo zaidi likuongeza uh, makusanyo ya kikodi ambayo anaweza kusaidia hata kwenye uh, bajeti yenyewe ya nchi. Kwa utaalamu ambao nao katika mm. hii sekta mm. unaamini maeneo gani ambayo uh, ni serikali haijafanyia kazi vyema ambako kuna mapato ya kutosha yanayoweza kuingizwa huku serikalini na hatimaye kuleta afueni kwa watu ambao laki nane wanaohudumia za watu zaidi ya milioni um, sitini. Ni swali zuri sana na nikuambie tu kwamba kwa maana kwa uh, kwa ya ukusanyaji wa kodi um, kwa taarifa ambazo tunazo na, na mahesabu ambayo tumeyafanya bado una nafasi kubwa sana ya kusanya kodi eh, Tanzania ukichukua maukusanyo ya kodi ukiyalinganisha na pato la taifa hatujawahi kufika asilimia kumi na nne nafikiri, hivi miaka ya nyuma hivi ndo tumeanza kusogea kumi hmm, na moja kumi na mbili kumi na tatu um, wenzetu majirani wote eh, Kenya, Uganda, Rwanda, nchi pekee ambayo tunaizidi kwa kukusanya kodi kwa uwiano na, na, na, na pato la taifa ni Sudani ya Kusini. Kwao kuna nafasi eh, kubwa tu ya, ku, ya kukusanya zaidi. In fact, leo nilikuwa nafanya hesabu zangu zisizo rasmi hesabu <laughs> zangu zisizo rasmi nilikuwa nikiangalia tax to GDP ratio tukiweza kufikia tu ile ya wastani ya Afrika Mashariki, ukanda huu wetu mm, kuna trilioni moja tu, trilioni nne nukta moja ambazo tunaweza tukakusanya hizo. Hiyo ni bajeti ya wizara ya ya uh, uchukuzi mm. bajeti ya idia, zaidi ya trilioni mbili nukta sita au bajeti ya ujenzi ama bajeti ya afya. Kwa hiyo ipo nafasi ya kukusanya kodi uh, zaidi. Nafikiri uh, sehemu kubwa ambayo uh, kuna nafasi ya kukusanya kodi ni, ni, ni kwa kutumia teknolojia sasa hivi. e, Nordin hicho kiatu cha kwako ulichonunua sijui umekinunua wapi mm. lakini upo uwezekano ukakiona hicho kiatu Instagram, yeah. Ukatuma message m ukasema, nimekipenda hicho kiatu. Anayekuuzia anakuambia, na namba ya boda anakupa, anakuletea sasa hivi Tabata, sawa wewe ukamlipa kwa uh, Mpesa hmm, na bodaboda na boda akapata pesa yake, lakini wewe hujalipa kodi, kwa bado mifumo yetu hasa mifumo ya, ya, ya online uh, ya, ya, ya kuhamisha fedha trilioni na, na, matrilioni na, matrilioni na hama kati ya mtu mmoja ama mingine, lakini ni, ni, ni biashara ambazo zinaendelea. Kwa hiyo kwa sababu tunaelekea kwenye dunia ya teknolojia na kwa kweli haiepukiki mm-hmm. Sasa hivi kila kitu kipo kwenye mtandao, lazima tuwe na mfumo ambao unaweza kuzitrace hizi fedha, inaweza ikazi ikazipekua pekua, zione hizi fedha zinaenda wapi, ili uweze kutoza kodi. Na sasa hivi unaona kwamba moja ya mapendekezo ambayo serikali imeyaleta ni ku wanaita marketplace, ku, ku, kufanya hizi sehemu ambazo zinakutanisha zina, zina watu Uh, katika kufanya biashara hizi platforms Facebook, hmm, Twitter, Instagram, Snapchat hizi zote nazo zionekane kama ni sehemu ambayo kodi inaweza uh, kodi inaweza ikakusanywa. Nafikiri tuki, tuki, tukiweza kulipata hilo tunaweza tukakusanya kodi ya kutosha. Ya pili ni enforcement Eh, bado eh, bado watu wawatoe EFD bado watu awatoe risiti. Kwa hiyo tukiendelea kuhakikisha kwamba watu wanafanya hivyo, bado mimi naamini tunaweza tukakusanya kodi ya kutosha bila kuumiza wale wachache ambao tayari wanalipa wanalipa kodi kwa kiasi kikubwa. Na maneno ya kwake Samuel Ndandala, mchumi huyo alikuwa akitueleza yale maeneo ambayo yanaamini yakinati zikikazwa zaidi, basi pato la taifa litaongezeka na hatimaye kuleta ahueni wale watu wachache ambao wamekuwa eh, wakichangia hilo pato la taifa kufika hapo lilipo hasa katika eh, makato ya kodi. Kushukuru sana Samuel, asante sananam sana, na, sana. Na kwa nikutendo nafikia tamati ya uchanganuzi hii leo, nilikuwa na Samuel Dandala, mch mchumi huyo, tulikuwa tukitupia macho bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha wa 2025/2026 ambayo imewasilishwa leo bungeni, yenye thamani ya shilingi trilioni 56.49. Mi naitwa Nordin Selemani. Panapo majali, watukutane tena Jumatatu kwani wiki, ndo tunatamatisha uchanganuzi kwa leo Alhamis, nikutakie tu usiku mwema na kwaheri.